Rabbana inana amana farafilana dhunubana wakina adhabana. Na mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwingi wa utukufu kwa kunijalia siku hii ya leo kuweza kuitambulisha na kuifungua chaneli yangu nyingine kabisa ambayo inaitwa KR 255 TV New. Chaneli hii iliipo katika mrorongo wa chaneli zilizopita kwa sababu chaneli yangu ya ilikuwa ni e, ni KR 255 TV, lakini kutokana na bin adam na sayansi ya ulimwengu wa leo watu wameidukua chaneli hiyo, na baada ya kuidukua chaneli hiyo ikawa ime, imetumika e, vibaya, na baada ya hapo ikawa chaneli hiyo nimeamua kuifunga, kwa sababu aliidukua akaunti yangu, wakaamua wao kutaka kujinufaisha kwa njia ya kuiba ili waweze kupata kwa ajili ya wingi wa viewers wangu. Sasa nimekuanzishia chaneli hii, ni mwendelezo wa ile chaneli yetu ambayo ilikuwepo. Safari hii nitaleta masomo makubwa makubwa, masomo mazuri sana yenye kukunufaisha e. Maudhui ya chaneli hii yanabakia yale yale e, kwamba e, ni kukuelimisha kuhusiana na viumbe wenye kuonekana na wasioonekana, na pia kukuisha katika tafiti mbalimbali za twiba na matatizo ya kidunia. Yote haya unayapata katika mdorongo huu wa chaneli yetu pendwa kabisa, chaneli ya KR 255 ya TV New. Chaneli hii nitaendelea nayo kwa uzuri ili tuweze kufuatana. Tutaweza kuwafahamu makudama, tutaweza kuwajua majini tutaweza kuwajua wachawi, tutajua wanga, tutajua fitina, tutajua uhasan, uhasadi eh? mambo mengi, yote haya yanakuja katika chaneli yako ili tuweze kufuatana pamoja. Kwa hiyo kwa hai kwa hili ninakukaribisha nakuambia karibu, twende pamoja. Ni mimi mwalimu Daudi Abdallah Sagai. Eh, namba ya box namba ni 2441 n pamoja na namba ya simu inabakia ile ile, WhatsApp ni sifuri saba nne tisa sabini sita sabini sita tisini sita na namba ya kawaida kwa wewe ulioko Tanzania, nipigie kwa namba jepesi kabisa ya Tigo ambayo ni sifuri sita tano tano tatu tatu moja saba saba mbili Karibu tuweze kuendelea katika vipindi vingine vijavyo. wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.